Helo, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka tujifunze jambo moja nzuri sana, ni kuhusu mkristo anavyoweza akaongeza dhambi wakati yupo kanisani, wakati yeye ni mwimbaji, wakati yeye ni mchungaji, wakati yeye ni mwalimu, wakati yeye ni mwinjilisti. Anaweza akaongeza dhambi wakati anatumika katika madhabahu ya Mungu wa mbinguni. Wapendwa katika Bwana, najua watu wengi sana tunafanya e, ibada tunafanya ibada. Mifumo ya ibada saa hizi imebadilika sana sana sana, na hili jambo hata tukilikataa tukisema ni, ni, ni, ni utandawazi na vitu vingine, ni kweli ni utandawazi, lakini wakati utandawazi unakuwa sana ndipo majaribu ya shetani, ndipo riski ya kuingia katika mitego ya shetani inaongezeka, vivyo hivyo hivyo taratibu nyingi za uendeshaji zimekaa sana kwenye utukufu wa wanadamu, kujivuna, kujivuna, kutaka kuonekana, we have big church, tuna makanisa makubwa, tuna vitu fulani katika njia ile ile ambayo tunayoelekea. Kwa yetu inaimba vizuri, I'm preaching good, ina inahubiri vizuri, lakini unakuta mtu anahubiri hekima ya wanadamu au anaongea vitu ambavyo ni vya kwake yeye kwa ajili ya kujijenga yeye hasa, huyu mtu anatumika katika madhabahu ya Mungu. Sasa ni hatari sana, ni sehemu ambapo mwanadamu anaweza akaongeza dhambi mahali pale. Unaweza ukawa kanisani, unaweza ukawa mchungaji, kumbe ndipo unapoongeza dhambi katika kanisa. Unazidi kuwa watu, unazidi kuwa watu. Unaweza ukawa ni mwimbaji, unazidi kuongeza dhambi. Unadhani kwamba unaimba na wakati kweli yako ndani ya moyo wako, unajijua wewe uko katika hali gani? Unaongeza dhambi katika kitabu cha Mhubiri tano ule mstari wa kwanza anasema Jitunze mguu wako uendapo nyumbani mwa Mungu, maana ni afadhali kukaribia kusikia, kuliko kutoa kafara ya wapumbavu, ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Mpendwa katika mwana, tazama neno hilo kutoka katika kitabu cha mhubiri anasema, jitunze mguu wako unapokwenda nyumbani mwa Bwana, maana ni afadhali ukaribie kusikia, kuliko kutoa kafara ya wapumbavu, kutoa dhabihu, kutoa kitu ambacho ni cha watu ambao ni wapumbavu. Wewe una dhambi ndani yako, una uovu ndani yako, alafu bado unataka ushiriki utukufu wa Mungu, ushiriki utakatifu wa Mungu. Ni jambo baya, ni jambo baya, ni jambo baya. Anasema ni bora usogee, uk ukaribia, usikie nini ambacho Mungu anataka ufanye. Kuna jambo ambalo Mungu anakuambia ulifanye, wapendwa. Kabla hujaingia kufanya kitu chochote cha Mungu, kitu chochote cha Mungu, kwanza toba ndio jambo la msingi, repent first. Tubu kwanza. Ukisha tubu, ndipo utaenda kufanya ile kazi ya Mungu, itakuwa na utukufu, kwa sababu utakuwa nawe mtakatifu kwa kama Mungu alivyokuwa mtakatifu. Katika somo la la kujifunza kuhusu utakatifu nimeongea kuhusu jambo hilo, namna gani mtu anaweza kuwa mtakatifu na utakatifu una maana gani. Wapendwa katika Bwana, hivyo lazima kwanza uwe safi ndipo uende kufanya kazi ya Bwana. Katika agano la kale, makuhani walikuwa wakienda kufanya kutoa sadaka, kwanza wanajitakasa vizuri, wakisha jitakasa ndipo wanaenda kufanya ile kazi. Unakuwa kwanza safi, ukisha kuwa safi, wanavana yale mavazi harusi, kuvaa mavazi yanayotokana nayo nyumbani, hivyo harusi kufanya tabia zile za duniani, za kwanza wanatakiwa wawe safi ndipo waende kutumika katika utukufu wa Mungu. Wewe unayeimba, wewe ambaye ni mwimbaji, jitakase kwanza, jinye unyenyekeshe kwanza, mtii Mungu kwanza, sikia sauti ya Mungu kwanza, ndipo uende kufanya kazi ya Bwana. Katubu kwanza, sauti ya Mungu inakwambia acha, ili tubia ili dhambi, ndipo uende kufanya kazi ya Mungu. Utakapoenda kufanya kazi ya Mungu, kama wewe sio msafi, unaenda kuongeza dhambi, mpendwa, unaenda kuongeza dhambi. Mpendwa unasema naezaje kuongeza dhambi? Naezaje kuongeza dhambi? katika kitabu cha Amosi ile nne, ukisoma mstari wa nne na wa Amo, Amosi nne mstari wa nne na watano anazungumza vizuri sana anasema: njoni Betheli, mkaongeze dhambi, njoeni Gilgali, mkazidi mkaongeze makosa yenu. Amina. Anasema leteni, leteni sadaka zenu kila asubuhi, leteni zaka zenu kila baada ya siku ya tatu. Anasema njoeni mkatoe sadaka zenu za kuteketezwa, maana ndio mambo ambayo mnapenda mfanye mambo hayo huku mkiwa ni wachafu, huku mkiwa hamstahili, huku mkiwa ham, havina, havina kibali yovitu kwa sababu mkishafanya hizo sadaka mtaenda kutangaza hizo sadaka, mtaenda kusema hizo sadaka, kwa sababu ndio mambo ambayo mnayapenda kwenye mili yenu. Njooeni mkafanye ili mkaongeze dhambi zenu, ili mkaongeze makosa yenu taifa la Israeli, tuendeni sasa tukatoe tukamtolea sadaka Bwana huko Gilgali. Lakini Betheli ni mahali ambapo Mungu anasema alishuka mwenyewe, ambapo Yakobo aliona malaika wakipanda na kushuka ngazi imetoka mbinguni, malaika wakipanda na kushuka, akawa ameona jambo hilo. Yakobo pale Betheli akaiweka ile nguzo. Mungu anamwambia anamwambia Yakobo baadaye, katika ile Mwanzo 31, anamwambia mimi ni Mungu wa Betheli, mahali huko ambapo nikutokea, ukafanya huko ukafanya huko nadhiri lakini, da, lakini pia baada ya hapo tunaona tena, wakati Yakobo anatoka kule anamwambia basi tuendeni Betheli tukamtolee nikamjengee Bwana madhabahu huko. Ni mahali pekee ambapo palikuwa ni mahali pa juu. Kwa hiyo anasema njoeni mahali patakatifu, njoeni mahali patakatifu, mkafanye vitu vyenu ili mkaongeze dhambi. Mpendwa, kabla ya kufanya ukijijua una dhambi, kabla ya kufanya kazi ya Bwana katubu kwanza. Na usitubu kwa sababu ya kutaka eti kusatisfy ile ufanye lile jambo tu alafu baada ya hapo endelea na kazi zako. Kumbuka Mungu anaona moyo wako, hata ikubali sadaka yako, kwa sababu moyo wako haupo hivyo. Hauwezi kumdanganya Mungu, hauwezi kufanya uo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza ukawa wewe ni, ni, unaweza ukawa wewe una, una, ni mzinzi, ukaongeza majivuno, ukaongeza wizi, ukaongeza urafi, ukaongeza dhuluma, ukaongeza mauaji kwa sababu gani? Kwa sababu umeshika vitakatifu, umeenda kufanya vitu vitakatifu, wakati huo wewe ni mchafu, na wakati huo Mungu alikwambia ukatubie dhambi yako. Kumbuka kitu kimoja, kumbuka kitu kimoja, ni afadhali njoo uka, ni afadhali uende ukasikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao haujui kwamba wanafanya mabaya, ujui kama unafanya mabaya. Wakati huo Mungu alikwambia njoo njoo usikie, sikiliza kwanza, nakwambia tubu, acha jambo hili, acha jambo hili, alafu unitumikie. Lakini ukufanya hivyo, utaongeza dhambi, mpendwa, utaongeza uovu. Kumbuka utii ni bora kuliko sadaka. Anasema nataka rehema, wala si sadaka. Asiye na rehema, sadaka yake Mungu haikubali. Tunakumbuka hata katika Mathayo, Yesu wakati anaongea na Mafarisayo anawambia kipi kilicho kikuu, ile sadaka au ile madhabahu itakasao sadaka? Wewe ni bora utakase moyo wako, ni bora zaidi kuliko hiyo sadaka yako. Moyo wako ukiwa safi, hiyo sadaka itakayo utakasa. Anasema mtu ambaye anaapa kwa madhabahu, anaapa kwa vitu vyote vilivyoko juu ya kile kitu, hata kwa zile sadaka, hata kwa zile dhahabu, hata kwa zile fedha utakazo zitoa huyo mtu, zitakuwa zimetakaswa kwa sababu wewe ni mtakatifu. Ukithoma Mathayo 23 mstari wa 19 na wa 20, amezungumza jambo hilo mpendwa. Twende tukamwangalie mtu mmoja ambaye alikuwa ameenda katika ma Mungu amemwelekeza amemwelekeza kitu cha kufanya, lakini mtu huyo hakuweza kuisikia sauti ya Bwana akafuata matakwa yake ya moyo wake, mwisho wa siku yule mtu aliongeza dhambi, aliongeza dhambi. Tuna tukajifunza kupitia mtu huyu. Mtu huyu anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme katika Israeli. Ukisoma kitabu cha Samweli wa kwanza, ule mstari ule mlango wa 15 kuanzia mstari wa kwanza soma 28, utaenda kusoma 16 pia. Jambo linaonge linazidi kuongelewa jambo hilo. Mungu alimwagiza wakati huo Samweli amempaka amemtawaza Sauli kwa mfalme katika Israeli, amemtia mafuta. Sauli Mungu akamtuma Samweli akamwambia Samweli, au Amalek waliwafanyia Israeli jambo baya sana wakati wanatoka Misri. Sasa nataka umwagize Sauli kwa kuwa mfalme yupo, mwagize Sauli aende akawaue, akapiga wa Amaleki, akampiga Amaleki, akawaue watu wao wote, asiache kitu chochote kile. Angamize kwanzia watoto, kondoo, ng'ombe, watu wote na mfalme wao wote awapige. Sauli alipofika kule akaandaa jeshi la watu karibu laki mbili, lakini pia Yuda zaidi ya watu elfu kumi, wakaenda kule kwenda kwenda kwa kati kwenda Amalek kwenda kuwapiga Amalek. Wakaenda wakapiga, wakapiga Amalek kwa sababu nguvu ya Mungu ipo nao, waka wakapiga wakapiga wakapiga. Baada hapo Sauli akaona watu wa Sauli na Sauli wakaona kuna kondoo alionona na ng'ombe alionona. Moyoni mwake Sauli yeye alivyoona vile vitu aka, na mfalme wa wa, wa, wa, wa, wa Amalek alikuwa ni Agagi, akamwacha Agagi, akachukua na kondoo alionona na ng'ombe alionona wa walipofika. Sauti ya Bwana ikamwendea tena Samueli, Samueli. Huyu Sauli ameniuzi kwa nini? Hakunisikii kwa nini? Ananidharau? Nilimwagiza, nitoa maagizo moja mbili tatu, aende asiache kitu chochote. Kwa nini amenidharau? Hakuitii sauti yangu. Nenda kamwambie, basi ufalme wake nimeulalua. Samueli akalia sana kwa ajili ya Sauli, lakini Mungu akasema hapana, hapana, huyu mtu hajanitii, amenikataa. Kwa kuwa amenikataa, nami ameni, nimemkataa. Basi hivyo Samueli akamfata Sauli, akaenda kumwambia Sauli, Sauli, Sauli, umefanya nini? Sauli akasema, tazama, tumepiga tume Amalek, tumechukua na tumepiga Amalek, tumefanya maagizo yale Bwana aliyotuagiza. Ukisoma kuanzia hapo 15 10 na ngapi, endelea kusoma hapo, anamwambia tumefanya maagizo Bwana aliyotuagiza, tumetii sauti ya Bwana, tumewapiga Amalek, tumefanya vitu hivyo. Akasema, sasa hii sauti ya sauti vilio vya kondoo ni nini masikioni mwangu? Na hii sauti vilio vya ng'ombe ni nini masikioni mwangu? Akasema tazama, tulivyowapiga wale watu tukatuatukapiga tukapiga tuka, tukapiga hatukuacha tuka tuka kitu chochote, bali tukachukua vitu vilivyonona tuje tumtolee Bwana sadaka. Akamwambia Sauli, haujui kwamba utii ni bora kuliko sadaka? kusikia sauti ya Mungu ni bora kuliko mafuta ya beberu. Akamwambia umefanya upumbavu wa namna gani, Sauli? umefanya upumbavu wa namna gani? kwa maana hiyo Bwana amekutenga na ufalume wake. Basi Sauli baada ya hapo, angalia kitu kilichotokea wakati amefanya ile dhambi. Akasema akasema, nimefanya dhambi Bwana, basi ambatana na mimi, ili Bwana mkini anisamee dhambi yangu. Anafanya mambo, ameukataa matakwa wako, ameukataa ame ufalme wako. Basi Sauli kwa sababu ana dhambi, akataka kutumia tena nguvu kwenda kwenda kutumika katika utakatifu wa Mungu, akashika vazi la Sauli Sauli lipo, Sauli alipo Samuel Samuel alipogeuka, alipogeuka akavuta Sauli vazi lake lika, lika Samuel likachanika. Ndipo Samuel akamwambia Sauli, Sauli ufalme wako umetengana kama vazi hili lilivyotengana. Samueli, baada hapo Sauli, baada ya hapo akawa amekasirika sana, akasema basi ni tijapo kwa mimi ni mfalme akaenda wakaenda, Samweli akaenda akamuua yule Agagi. Lakini baada ya hapo, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamuingia Sauli, Sauli. Akaanza kuendesha, akaenda kuongeza dhambi juu ya dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutii hakunyenyekea, kutoka ndani ya moyo wake hakunyenyekea vilivyo kutoka ndani ya moyo wake, akaenda kuongeza dhambi juu ya dhambi. Wapendwa katika Bwana, unapokuwa unaingia sehemu patakatifu wa Mungu, jitahidi sana, ujitunze mguu wako. Ni bora kusikia kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Ni bora Sauli angesikia kuliko alivyotaka kwenda kutoa kafara ya wapumbavu akutii sauti ya Mungu, akusikia sauti ya Mungu ambayo ilikuwa ikimwambia akufata maagizo ya Mungu ambavyo alikuwa akimwambia. Mpendwa katika Bwana, ni heri kukaribia kusikia kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Wapendwa, somo hili limetoka kwa habari ya unyenyekevu. Wapendwa katika Bwana, Mungu anatutaka wa tuwe wanyenyekevu na kumsikia Mungu kwa bidii sana na kuwa watifu mbele zake, ili Mungu wa mbinguni tuweze kukaa naye sawa sawa, ili tuweze kupata kibali. Ile gharama ya utii, kuna utukufu mkubwa sana katika kutii. Kuna jambo kubwa sana ambalo liko mbele katika kutii, kuna jambo ambalo limezidi namna na ya akili ya, ya kwako wewe ambavyo unafikiri. Katika kutii Mungu ana makusudi makubwa. Katika kutii Mungu ana makusudi makubwa sana. Katika kutii ni afadhali kutii, ni afadhali kutii. Yesu Kristo mwenyewe anawaambia Mafarisayo katika ma... anawaambia, nataka rehema wala si sadaka. Mungu anataka rehema wala si sadaka yako. Anataka moyo uliokubali, moyo ulionyenyekea. Hiyo ndiyo sadaka bora ya Mungu. Moyo uliopondeka ndiyo sadaka ya Mungu. Anasema Daudi pia katika Zaburi hamsini na moja ule mstari wa kumi na saba dhabihu zako ni mioyo iliyopondeka, Mungu hawezi kuzidharau. Ibada ya msingi ni moyo wako uliokubali, moyo wako uliopondeka. Anasema katika katika Warumi 12 mstari wa kwanza itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili la kuhusu ni jinsi gani mtu anaweza akaongeza dhambi yake akiwa anatumika katika madhabahu au katika kanisa, akiwa ni mwimbaji, akiwa ni mchungaji, akiwa ni mwinjilisti, akiwa ni mtu ambaye anafanya kazi ya Bwana, anaweza akaongeza dhambi yake endapo tu asiponyenyekea, asipotii sauti ya Bwana na akafata matakwa yake, limekuwa ni la baraka kwako. Mpendwa katika Bwana, Mungu anakutaka unyenyekee, utii, ndipo uende ukafanya kazi ya Bwana. Utubu ndipo ukafanya kazi ya Bwana, usiende kufanya kazi ya Bwana, maana ni afadhali usogee kusikia Jitunze mguu wako unapoenda nyumbani mwa Mungu, maana ni afadhali kusikia kuliko kutoa kafara wapumbavu, ambao kwamba hujui wanaolifanya ni lipi. Utakwenda kuongeza dhambi, utakwenda kufanya makosa, utakwenda kuongeza vitu ambavyo, milango, mambo magumu, utakwenda kujifunga kwenye nira ngumu ambazo huzijui zitatoka lini au wakati gani, utaangamia katika hizo. Natumaini video hii imekuwa ya baraka kwako. Na kama imekuwa ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hii. Neema Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.